Habari. Fikia ndoto yako online, kwa majina naitwa Ramadhan Maila, mtangazaji na mkurugenzi wa Fikia Ndoto Yako Online. Hapa nipo katika kata ya Mwanase, nipo kwenye mkutano au tamasha la CCM kwa ndugu yetu mmoja anayejulikana kwa jina la Mheshimiwa Yoshua Clement. Hapa nina baadhi ya watu ambao nitawauliza kuhusu mgombea wao wanamwona vipi? Baadaye watatoa kila mmoja maoni yake. Karibu, asante, karibu, karibu karibu, karibu, karibu. Dada, okay. Habari nzuri, naomba jitambulishe. Ni nani? natokea wapi? Sawa. Ndio, kwa majina anaitwa Rehema Simiu Buruba, ndio nimetokea kata ya Kahama mjini sawa sawa. lakini siku ya leo tumejumuika hapa kwa sababu hili bado ni jimbo la Kahama. Tumejumuika kwa ajili ya kuungana na mheshimiwa diwani mtarajiwa katika uzinduzi wa kampeni okay. maana tunaamini tutaifika kwenye michakato ya kampeni dio, Dio. kwa hiyo na sisi kama vijana wa kata ya Kahama mjini imetupendeza kuweza kujumuika naye sawa katika uzinduzi huo. Ndio, ndio. Okay na okay, nice. Shukuru sasa. Baada yangu kuna baadhi ya maswali ambayo nitakuuliza kuhusu mgombea. Nitakuuliza maswali na utajibu kadri unavyoona kulingana na jinsi unavyoona wewe, sawa Sa. ya kwanza, unamwona vipi kwanza e, diwani wetu mtarajiwa wewe kama, we, kama maoni yako, unamtazama vipi huyu diwani wetu mtarajiwa? Kwa mtazamo wangu, ndio kwanza kabisa tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio kiukweli imetupa kipaumbele. Ndio, diwani wetu mtarajiwa ni kijana na ndicho ambacho tunakipigania kuhakikisha kwamba vijana tunapata nafasi mbalimbali ili tuweze na sisi kusimama. Rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio pekee anajaribu kushirikiana na na viongozi wenzake. Kuna kitu mwanako, ah, nadhani mtangazaji atakua mambo makubwa sana. Eh, mama Samia amefanya mambo makubwa makubwa sana, na kijana wetu atafanya mambo makubwa, pamoja na mheshimiwa mbunge Magangia. Shirikiana vizuri kuleta yeah. Maendeleo na kadri tumechagua wa watu watu sahihi yeah. Watatuletea maendeleo kwa nguvu kwa nguvu zote hatuna yeah, yeah. Mashaka nao yeah. Mama Samia yuko vizuri sao. yuko vizuri vizuri vizuri, vizuri, vizuri. Sao, sao. Na una imani kwamba zaidina, ah imani ipo tena asilimia <laughs> mia kwa mia. Asante, lakini pia kuna karibu sana mara mewangu mwingine kwa majina anaitwa Rashidi Kazungu Mkina, ndio. Natokea kijiji cha Umbogo, ya ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Umbogo hapa kata ya Mwanasi, ndio ndio. Kijana wetu ah, Joshua Clementi nimemwona, yeah. ni kijana wetu, ndio, kijana wetu mzuri. Kwanza ukimwangalia, ndio, unamwona huyu kijana anania, ndio, na nakiu ya mafanikio katika kata yetu, ndio, haya nimemwona. Sawa, ni kijana ambacho labda mekizungumza kimekufurahisha, pengine anachotarajia kwenda kukifanya, ah, alichazungumza atakanifurahisha, ndio yeah. Kwanza amezungumza mambo mengi yeah, ya kimaendeleo yeah. sisi ni wazalendo wa humu, tuseme hivyo yeah. Lakini sasa amegusia vitu vingi yeah, amegusia swala la miundombinu ya barabara yeah, kazungumzia afya yeah, na elimu pia yeah, kwa maana hiyo na umeme yeah, na vitu vingi yeah, ambavyo vingine siwezi nikavitaja vyote yeah lakini sasa hayo yote ndio tuna ndio. Kwanza miundo mbinu ya barabara, ukiangalia kata yetu ya Mwanasi imekuwa kama kata ambayo iko kama tupo kisiwani, na maana hakuna barabara inayoingia moja kwa moja. Ndio, ukitoka hapa Mwanasi utaenda tena kwingine, ndo uanze kuitafuta mjini. Ndio, lakini mjini nako najua kuna mahitaji mengi ndio, ndio, katika maisha ya binadamu kuna barabara yetu ya zamani sana. Mimi kitu kilichonifurahisha yeah. katika katika hutuba yake yeah. ameviongelea miundombinu ya barabara pamoja Kam, yeah. na mheshimiwa mtarajiwa mbunge mgombea yeah. yeah. ubunge naye yeah. alikitaja wakati fulani yeah. nilisikia mm. alitaja barabara moja kutoka hapa Mwanasi natoboa moja kwa moja mpaka mjini sawa inapita hapo Umbogo, ndio inakata moja kwa moja kuingia Kinaga hadi mjini sawa. Ile ilinipa matumaini ndio, ndio. Kijana leo ameongelea ameongelea miundombinu ya barabara nikajua moja kwa moja atakuwa nayo sawa. Sawa. Barabara ile ikitoboka ndo njia yetu ya zamani na kuunganisha wanamwanasi wote tunafika mapema mjini sawa, na kufika sawa, mapema mjini sisi kama wanamwanasi najua kuta